Sema na Citizen. Kampuni ya kusambaza maji mjini Malindi MAWASCO inakadiria hasara kutokana na idadi kubwa ya wakaazi wanaotumia maji kwa njia za mkato. Msimamizi wa MAWASCO, John Njoroge, anasema kwamba kiwango kikubwa cha maji kinachonunuliwa na kampuni hiyo kutoka kwa kampuni ya maji ya Coast Water hulipwa na wakaazi huku asilimia wa arobaini ya maji hayo ikiishia kwa wateja wanaojiunganishia maji bila kufuata taratibu. Baadhi ya watu ambao wanajihusisha na wizi huo wa maji ni wamiliki wa hoteli, majengo ya biashara na watu wenye majumba ya kifahari katika mji huo wa kitalii. Tulipata habari kwamba kuna kuna high profile ambao high profile politicians ambao wana, wanaiba maji yetu ya Malindi water, so nikabidi nikatuma maafisa wangu waende wakafanya investigation, wakachunguze kwa sababu kuna kikosi ambacho tulikiweka maalumu cha kufanya illegal, kuangalia hizo illegal connection so that tuweze ku uh, kuachaji wale watu walipe pesa, tuwapigie estimate estimated estimates ya hizo bills walipe so that this company iende mbele. Leo tuko na operation ya kuangalia wale watu ambao wanatumia maji bila kulipia ama illegal connections. Kuna wale watu ambao maji yao yalikatwa kitambo, hawakuweza kulipa, lakini baada ya muda wanajiunganishia tena. Kuna grupu nyingine nayo hawajalipia, hawataki kufuata ule utaratibu, wanafuata njia za mkato, wanajifungia kupitia na private plumbers, wanatumia maji bila kulipia.